Nipatie maana tatu ya neno paa. Get ready, get ready, get ready. Hey, Paulina, Paulina. Unajua, unajua kwa nini? Hii ni maajabu. Kuna pakwa? What are you saying, bro? What are you saying? What is he saying? Eh, pika. Ah ah. Wewe. Palilia. Nataka muniombe.

Ah, okay. Oh. Paa, paa mnyama. Paa kwenda juu, pase yameajua nyumba, na kuna paa mnyama, paa mnyama.